Kuamini ni jambo ambalo huna uhakika nalo. Kama mimi hapa uwezi, kama mimi hapa uwezi kuniuliza bwana Chionda, mama yako unaamini? kwa mama yako mi, mama yangu siamini, ninamjua mama yangu. Na baba yangu siamini, ninamjua baba yangu. Ukisema kuamini, na maana wewe ufahamu chochote ila unaamini kwamba yatakuwepo vilikuwepo au vipi? Hiyo ndio maana ya imani. Kwa hiyo Konstantini na watu wake wao walikuwa wanaabudu katika dini za kale ambayo wanaita Mithra. Mithra ni dini za kipagani za Kiroma, lakini ndani ya Mithra kuna miungu 365, miungu 365, ikagawanywa kila mungu mmoja anasimamia katika Mwe katika siku moja na katika katika miezi kumi na mbili, kila mwezi mmoja na Mungu mmoja mkubwa ambaye anasimamia mwezi huo. Kwa mfano mwezi wa Januari